Katika jina zuri la Kristo Yesu ninawasalimu, katika jina zuri la Kristo Yesu Amen. Asante sana, asante sana. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana ambaye ameniwezesha mimi kuwepo mahali hapa, na nikushukuruni kunichagua niwe mgeni rasmi kwenye tukio hili, maana hatumpangii mtu kwamba mchague fulani kwa hiyo ni utashi wao aa, wakanichagua mimi miongoni mwa watumishi wenzangu wengi. Kama nilivyosema, wapo wastaafu wangeweza tu kuwa wageni rasmi, lakini kwa neema ya Mungu ninajua alinipanga mie. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Jambo la pili, nilete salamu kwa mbeba maono wetu, ndugu yetu ambaye Mungu ameturudishia askofu wetu mkuu, Dokta Barnabas, mtoka mbali anawasalimu sana. <coughs> Na kusema kweli, nipo hapa kwa niaba yake, maana yeye ndiye alipaswa hasa, hasa, hasa awe mgeni rasmi, na ninajua hata sasa anafuatilia anaona maajabu. Yaani, moyoni mwangu nimejaa shauku nilikuwa natamani kuona wachungaji wote wa jimbo la kati amini, Morogoro kati na majimbo jirani, nitaka niwaone mahali hapa. Maana shule sio lazima uwe darasa tu uende darasani. Jamani, shule siyo kuingia darasani tu, kuna shule zingine unapata tu shule ukifika mahali jamani. Amina, kwa kweli <laughs> Yuko Mungu. Kwa kweli yuko Mungu. Hebu yeah, naomba wachungaji wa New Kilombero Christian. Ah, okay. New Christian... Aha, Kilombero. Niko natafuta ile K ile. New Kilombero Christian Center. Eh, naomba wasimame washirika washirika washirika wote. Ehe, jamani mnawaona hao? Nauliza, mnawaona? Simuwapigie makofi basi. Halafu kama unavyowaona uwalinganishe na kazi hii, muulize mwenzako, unaiona i kazi e? na watu hawa hawa hao, kwa kweli ni vitu viwili tofauti, na ndipo unaona kwamba kuna Mungu mkubwa ndani ya jambo hili. Haleluya! hongera sana washirika kwa kushikamana na maono ya mchungaji, hata leo kutukusanya mahali hapa. Nasema Mungu awabarikie sana, na watamkia mbaraka katika kazi zenu, na mbarikiwe katika ndoa zenu. Naomba mkae sasa. Nilitamani darasa hili lihuzuliwe na wachungaji wote wa jimbo la Morogoro kati, na lile jimbo la Morogoro kusini magharibi na magharibi. Ni huko haya, maana tuligawa jimbo hili, yametoka majimbo mawili, Ulanga na Malinyi, ni jimbo lingine. Nilitamani na wao wangekwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Ningetamani kazi hii ingetembea pengine, ikibidi nchi nzima. Maana wapo watu wanadhani lazima wakae Dar es Salaam mji mkubwa ndio waweze kutoa kitu kama hiki, lakini Mungu alishaahidi kwamba Mungu yeye ni Mungu wa mjini na ni Mungu wa vijijini na mashambani. Tumesikia risala hii maono yalivyoshuka yako nje na uwezo wao, wakamwamini Mungu wao. Ukiangalia watu waliosimama na ukaangalia gharama iliyosomwa hapa milioni mia mbili na mbili eh, zimetoka kwa watu hawa, ayayaya! Mungu anatisha, Mungu anatisha, Mungu anatisha jamani. Haleluya! Unajua Mungu anachotaka ni kuona unauza maono. Maono ndiyo yanaleta pesa, sio kwamba pesa kwanza zionekane ndio upange maono. Ah, we utakufa hivi hivi. Yani unangoja pesa zipatikane ndio unasema nikipata pesa nitajenga jengo la namna hii. Wenzako wanasema nitajenga jengo la namna hii, halafu pesa zinakuja. Maono yanavuta pesa eh? Kwa hiyo, wachungaji wachache mliopo, ninaomba mtoke na darasa hili, mkatazame upya. Kibonji upo eh? hey, makamu mstaafu, naona yuko hapa hapo. Unatoka na darasa. Aliyefika hapa anajua anatoka na darasa. Jina la Bwana libarikiwe hata Makumba mwenyewe anatoka na darasa <laughs> maana kanisa la Makumba ni lile mnaliona pale lile <laughs> eh, ndilo lile aliojenga wakati huo. Wakati huo kuangalia sasa ni mengine, na uone maono ya mchungaji. Na mimi nimetembea maeneo mengi, lakini sijawahi kwenda mahali ambapo pana kauli mbiu zaidi ya tatu. <laughs> isipokuwa hapa tu, na hiyo ndio. Unajua askofu, unajua mna askofu mwenye maono. uh, nilete salamu kabla sijaendelea na utambulisho mwingine, salamu yetu ya Tanzania Assemblies of God. Lakini pia sisi Tanzania Assemblies of God tuko katika jimbo la Morogoro, kati napo pia tuna salamu yetu, bwana Yesu asifiwe lakini pia tuna salamu pia ya kanisa la mahali pamoja. Kwa hiyo naomba tuitamke hiyo, alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe! Miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho, tunamtaka bwana na nguvu zake, tunamtaka Bwana na nguvu zake, pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Haleluya! Palipo na umoja, bwana uamuru baraka, bwana uamuru baraka palipo na umoja. Sasa tunakuja jimbo la Morogoro Kati, tuna salamu yetu inasema, jimbo la Morogoro Kati unasema mimi ni mtu mzima, nitajisimamia nitajiheshimu kwa utukufu wa Bwana Yesu. Haleluya! Jamani, ni nisala, salamu rahisi sana, si ndio eh? Haya, jimbo la Morogoro Kati, mimi ni mtu mzima, nitajisimamia nitajiheshimu kwa utukufu wa Bwana Yesu, haleluya. Hiyo ni salamu yetu ya jimbo, haleluya. Lakini pia tuna salamu ya kanisa la mali pamoja. Huu ni mwaka wetu wa kumpa Mungu utukufu, ndiyo kauli mbiu yetu ya mwaka wa 2025. tunasema majira mapya ya uwepo wa Bwana, tunajibu wote, ni wakati. Ni wakati wa kumpa Mungu utukufu kwa kumshukuru. Ni wakati wa kumpa Mungu utukufu kwa kushukuru Tunasema majira mapya ya uwepo wa Bwana, haya majira mapya ya uwepo wa Bwana ni wakati wa kumpa Mungu tukufu kwa kumshukuru, ni wakati wa kumpa Mungu tukufu kwa kumshukuru. Majira mapya ya uwepo wa Bwana, haleluya. Mungu awabariki sana, naomba tuketi. Maana kauli mbiu sio rahisi kuitengeneza, inatengenezwa na mtu mwenye imani inatengenezwa na mtu mwenye kuona mbali eh? Kauli mbiu zaidi ya tatu, na mimi kwa kuokoa muda sitaki niziseme zile kauli mbiu zote. Alibeba kauli mbiu ya taifa, akaja akatengeneza kauli mbiu ya jimbo, akatengeneza kauli mbiu ya kanisa la mahali pamoja. mm-hmm. eh-eh. Mchungaji mwenzangu mwenzangu, ipo <laughs> Yani, kauli mbiu ya taifa imezaa mpaka mjukuu <laughs> jina ya Bwana libarikiwe. Asante sana. Sasa aa, nilikuwa nimetekewa hapa na waza, nijibu risala au nihubiri. Nikawaza nikisema nihubiri, moto wa lisala utapoa. Ehe, nikasema sasa nikianza nikianza kujibu risala ya mahubiri yatapoa. Sasa nianze lipi? Basi wacha nianze na risala. Jamani, wote tuliopo hapa, kuna kiziwi? Wote tuwenye masikio eh, risala ile tuliisikia eh? Eh, eh. Maono yao ni milioni mia nne, wameshafanya milioni mia mbili na mbili na ushehe kidogo bado milioni mia mbili tena. Mi nadhani wame underestimate kazi hii. kumalizia kwa milioni mia mbili labda utokee muujiza tena zaidi ambayo nje ya pesa <laughs> lakini kusema kweli, milioni mia mbili sisi tusimame na maono yao kwa maana nyingine tulio alikwa hapa tunahitaji kutoka na tumetoa milioni mia mbili hapa. Maana bila shaka anayeanza ni yule aliyekuwa akisema tangu mwanzo, tumefika hapa, yeye anasema tu anasema tu anasema tu. Sisi <laughs> tuanze na huyo <laughs> tutamuonea, tutamuonea. Jamani, milioni mia mbili tunataka tuzipate hapa, twende chapu-chapu. Mimi nitahubiri kifupi sana, tahubiri kifupi sana. Basi uh, mheshimiwa Askofu uh, Ngirisi, jina la kwanza Felix Alex, Alex Ngirisi, tunakupongeza tuna kwa kazi nzuri ambayo inaonekana. Tunasema asante sana, asante sana basi. Kwa niaba ya ofisi kuu nitakwenda kusema na wenzangu kwamba jamani, maji yale ni marefu. Ukiona nimetamka kidogo, sione kidogo, kwa sababu tuna watu kama nyie ambao mnafanya maajabu. Ah, nimetembea kwenye matukio mbalimbali mbali. Nilikuwa kule idara ya maandiko na leo niko hapa na mwezi ujao pengine tutakuwa kule Mbulu. Sasa kila mahali tunatoa kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kuatia kwa moyo kwamba na sisi makao makuu tupo, tunawaombea. Amina, amina, Amen. Basi, kwa niaba ya ofisi kuu chini ya chini ya askofu wetu mkuu uh, tutaomba uh, tuchangie na sisi kwenye tukio hili, na nikiwa mgeni rasmi kwa niaba ya ofisi kuu tutachangia milioni kumi. Wanasema bandu bandu umaliza gogo. Asante sana, jina la Bwana libarikiwe. Sasa ndugu zangu, ngoja nihubiri kwa muda mfupi, halafu kisha niondoke. Somo letu lisi jingine ni maadhimisho. Kichwa cha ujumbe, maadhimisho. Sasa namba moja, maadhimisho ni nini eh? Maadhimisho ni nini wa Tanzania, maadhimisho ni kumbukizi ya mambo yaliyotokea huko nyuma maadhimisho ni kukumbuka kule mlikotoka na mahali mlipo na mnakoendelea mnakoelekea, jamani, amina. Je, maadhimisho ni jambo la kibibulia? Jibu ni ndio. Mungu aliagiza yafanyike maadhimisho ya matukio muhimu yaliyofanyika katika kitabu cha Kumbukumbu kumi na sita mstari wa kwanza mpaka wa kumi na sita Mungu anawaagiza wana wa Israeli wafanye maadhimisho ya sikukuu mbalimbali za vibanda, sikukuu mbalimbali ya majuma, sikukuu mbalimbali ya Pasaka. Katika Kutoka kumi na mbili sura ya ishirini na nne tunaona maneno haya, anasema nanyi, mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Yani, Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli kule, kule Misri eh, tunakumbuka muujiza mkubwa ni kwamba wana wa Israeli hawakuweza kuuawa wazaliwa wao wa kwanza. Sasa walipo, Mungu alipoagiza wakafanya kama alivyoagiza, na sasa anawaambia eh, baada ya malaika kuangamiza wale wazaliwa wa kwanza mpaka Farao akakubali kuruhusu wana wa Israeli watoke. Sasa Mungu anaagiza, anasema sasa hii sikukuu muwe munafanya maadhimisho maadhimisho. Ndio maana anasema itakuwa amri kwako kwa wanao milele. Namba tatu, kusudi la maadhimisho ni nini? Kusudi la maadhimisho hey, ni kumshukuru Mungu au kutoa shukurani leo. Wenzetu wametualika hapa waje, tuje tumshukuru Mungu kwamba kanisa limeishi miaka hamsini. Wangapi wana miaka hamsini hapa? Nyosheni mikono ni waone wote, watoto watoto watoto watoto, eh? Wachache sana wana miaka hamsini. Sasa sio jambo dogo hmm? Sio jambo dogo Jina la Bwana libarikiwe. Kusudi la maadhimisho ni kumshukuru Mungu, kutoa shukurani kwamba ndani ya miaka hamsini umekaa na kanisa la mahali hapa tangu lilipoanza na mwanzilishi, watumishi mbalimbali mbali walipita hapa na umewalinda, na kwa neema wote bado ni wazima, na kanisa bado ni zima, na sasa limeanza new, new christian New Kilombero Christian Center, eh, yani ni majira mapya ya uwepo wa Bwana Hallelujah. Na mimi nawakubalia. b kushukuru ni kumtukuza Mungu, c ni kufu, ni kuwafundisha watoto kizazi kipya mambo ambayo Mungu aliyafanya enzi za wazazi wetu, kutoka 12:26 mpaka 27 inasema hivi, kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu eh? Sasa mtawajibuje? Mtasema ndipo mtakapowaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba. Sasa sisi hatuko kwenye Pasaka, tutawaambia watoto wetu wanaouliza, hapa tutawaambia watoto, hili kanisa mnaloliona lilianza miaka hamsini iliyopita limeendelea kuwa na Mungu mpaka leo, lina Mungu na litaendelea kuwa na Mungu. Na watoto, endeleeni kuwa na Mungu, liendelee kuwa na Mungu, nitikieni amina basi Amen. Leo tunafanya maadhimisho haya ni kuonyesha watoto, ni kuwaonyesha watoto wetu juu ya Mungu huyu alivyotembea na kanisa tangu elfu ile mbili, elfu moja mia tisa na sabini na tano mpaka sasa elfu mbili na themanini tano. Jina la Bwana ibarikiwe. Mausia yetu kwa kizazi hiki ni kwamba msimwache Mungu, msimwache Mungu. Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 8 na wa kumi unasema hivi: basi sasa, machoni pa Israeli wote, hilo kusanyiko la Bwana, na masikioni pa Mungu wetu, angalieni na kuzifuata amri zote za Bwana Mungu wenu ili mpate kuimiliki nchi hii njema na kuwarithisha wana wenu baada yenu hata milele. Na tunamuona Suleimani anamuhusia mwanae katika ule mstari wa tisa, anasema nawe, Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa moyo na kwa nia ya kumkubali na kwa nia ya kumkubali. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe, Amen. Kwa kuwa Bwana hutafuta tafuta mioyo ya wa, yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Jihadhari basi kwani Bwana amekuchagua wewe, na sisi tunasema jihadhari sana. Jihadhari basi, Mchungaji kiongozi Ngirisi, Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba hii itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivyo. Jihadhari basi, kwani Bwana Mungu amekuchagua wewe. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe na uh, mambo muhimu kwenu mjue, Mungu wa wazee wenu waliotembea naye. Kila mchungaji aliyefanya hapa, kuna kitu alikiacha, aliacha alama. Hakuna mchungaji aliyetumika hapa ameondoka hivi hivi. Kwa hiyo, mjue Mungu wa wazazi wenu, na mjue Mungu eh, mjue Mungu wa wazazi wenu na mtembee naye katika Zaburi, katika Ayubu 22 mstari wa 21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyofikiria ndivyo mema yatakavyo kujia, kujia. Upokee mafunuo yatokayo kinywani mwake upokee, uyapokee tafadhali, mafunzo yatokayo kinywani mwake na maneno yake yaweke moyoni mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa ishirini na nane anasema kila utakalokusudia litatimilika, na mwanga wa njia zako atakuangazieni. Watumishi wa Bwana, tuendelee kumtumikia Mungu huyu aliyejifunua katika kanisa hili, tuendelee kubeba maono bila uoga. Maana shida ya maono kuto kufanikiwa ni uoga, eh, ni uoga. Nitakula nini? Nitafanya nini? Lakini ukijidhabiu tumemsikia hapa askofu Ngirisi akitamba kabisa kwa furaha, anamsifu mke wake, hakukuwa na ugomvi. Pesa ikipita ikiambiwa ni ya ujenzi, ni ya ujenzi, lakini wamama wachungaji wengine mtagombana, tunakula nini? Krismasi iko mbele yetu sijui na nini. Ukiona maono yanatekelezeka, kuna kujidhabihu. Bila kujidhabihu hakuna maono yanayetekelezeka. Kwa hiyo nawaita wachungaji wote tubebe maono makubwa, tusimame, tuifanye kazi. Kilombero itikisike, ishangae. wale waliokuwa nafikiri ni wachungaji wa vibanda, sasa sio wachungaji wa vibanda, ni wachungaji wa majengo, wa majengo. Tulikuwa tunatukanwa na kusimangwa, kanisa gani lenye makanisa mengi ambao ni vibanda? Walikuwa wanasema TAG. Sasa tumehama hatuko, hatuko tena kwa wachungaji wa vibanda, tuko wachungaji ambao Mungu anatutumia anafanya maajabu na maajabu na maajabu. Ndugu zangu wapendwa, ningependa kusema mengi, ningependa kufanya uinjilisti, ningependa kuhubiri Roho Mtakatifu, ningependa lakini, nataka niseme kutokana na muda na hali ya hewa, naomba nimalizie hapa ili ibada yangu na mambo yangu niwe nimemaliza. Naomba mnikubali ya kwamba nimekuwa mgeni rasmi ambaye nimetekeleza wajibu wangu ipasavyo. Haleluya! Naomba tusimame, naomba tusimame, kila mmoja atoke na somo hapa. Hebu inua mkono wako juu, omba maombi haya, sema ewe Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kunileta kwenye tukio hili, nimepata maono, naomba nisaidie. Asante Bwana, asante kwa kunifikisha, niwezeshe kutimiza ahadi yangu, kutekeleza maono haya, nifungulie milango ya mafanikio, nami nitatimiliza ahadi zangu. Asante Yesu katika jina lako takatifu amen. Baba Mtakatifu, ninakushukuru sante Bwana, kwa ajili ya mtumishi wako uliyompa maono na leo sisi tumekuwa mashahidi. Naomba Bwana, mbarikie eneo alilobakiza, najua utalitimiliza Bwana, nasi tumechangia kwa sehemu. Naomba Baba umwafanikishe, vikwazo vitakavyoinuka visipate nafasi na wala asikuwepo asiwepo, mshirika wa kuhama tena kwa kuogopa kazi hii. Badala yake wawepo wakuja kwamba na sisi tukashiriki. Baba, ninawaachilia kanisa hili mikononi mwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Asante sana narudia kuwashukuru tena mungu awabariki karibu askofu kuendelee na programu